Topic number stablecoin. Mtandao wa Pi, fursa kwa ajili ya damira yake. Wapendwa pioneers kutoka kote duniani, mkutano wa mwaka 2025 wa consensus uliofanyika mjini Toronto umemalizika rasmi. Kupitia tukio hili tumepata maarifa muhimu kuhusu nafasi ya mtandao wa Pi katika mfumo wa kifedha wa sasa pamoja na hali ya sheria za stablecoin cin nchini Marekani. Hatuwezi kuendelea kufanya kazi kwa kujitenga, ni muhimu kuenda sambamba na nyakati. Nchini China falsafa ya sanaa ya vita ya Sun Tzu inasema, mjue adui na ijue nafsi yako, hutashindwa katika mapambano mia moja. Ukiijua nafsi yako lakini usimjue adui, unaweza kushinda au kushindwa. Ukimjua adui wala hujijui, hutashindwa kila wakati. Katika muktadha huu, hatari inamaanisha uwezekano wa kushindwa. Uelewa kamili kuhusu sisi wenyewe na washindani wetu hupelekea ushindi wa kudumu. Tukijijua bila kuwaelewa wapinzani, nafasi ya kushindwa ni asilimia hamsini. Tukikosa maarifa juu ya yote mawili, kushindwa ni jambo la hakika. Katika siku za karibuni nimefanya utafiti na nimekusanya taarifa hizi kwa ajili ya marejeo yenu. Taarifa hizi ni muhtasari kutoka chanzo cha Forbes youtube.com /watch. Leo kwenye Forbes tunajadili nafasi inayowezekana ya watoaji wa stablecoin kuchukua nafasi ya Japan na China kama wanunuzi wakubwa wa hati fungani za Marekani. Brian Moynihan mkurugenzi mtendaji wa benki ya Amerika, ambayo inasimamia mali za thamani ya dola trilioni mbili nukta sita si mtu wa kutoa maoni mara kwa mara kuhusu sarafu za kidijitali. Hata hivyo aligonga vichwa vya habari mwezi Februari aliposema, wakifanya hiyo kuwa halali, tutaingia kwenye biashara hiyo. Kauli hiyo ilihusu stablecoins, tokeni za kwenye blockchain zinazofungamanishwa kwa kawaida na dola ya Marekani, ambazo zinazidi kuwa muhimu katika malipo ya kimataifa. Wakati moinihan aliposema wakifanya hiyo kuwa halali, alikuwa akirejelea bunge la Marekani ambalo kwa sasa linaandaa sheria za kudhibiti ubunifu huu wa sarafu ya kidijitali. Stable Act katika bunge la wawakilishi na Genius Act katika seneti ni miswada inayoshindana ambayo inalenga kuweka watoaji wa stablecoin katika mfumo wa kisheria. Miswada hii inalenga kufafanua viwango vya mtaji, ukwasi na usimamizi wa hatari pamoja na kuamua ni mashirika gani ya serikali au ya majimbo yatakayosimamia utekelezaji wa masharti hayo. Kuna kipengele kingine muhimu cha kuzingatia: jinsi matumizi ya stablecoin na taasisi za kifedha za jadi duniani kote yatakavyoathiri soko la hati fungani la Marekani lenye thamani ya dola trilioni 28 hati fungani hizo ni msingi mkuu wa akiba za stablecoin, kwa sababu ni miongoni mwa mali salama na zenye ukwasi mkubwa zaidi. Ikiwa unatoa dola ya kijitali ni lazima iungwe mkono na mali zisizo na hatari. Hali hii inafanana na ile ya fedha za soko la fedha money market funds zinazodhibitiwa na kampuni kubwa kama BlackRock Fidelity na Vanguard ambazo kwa pamoja zinashikilia zaidi ya dola trilioni sita hasa kwenye hati fungani za Marekani. Hata hivyo, tofauti na fedha hizo za soko la fedha ambazo kwa sasa zinatoa riba ya karibu asilimia nne kwa mwaka watoaji wengi wa stablecoin hawajatoa faida yote kubwa kwa watumiaji wao. Hali hii imesaidia kampuni kama Tether, mtoaji mkubwa wa stablecoin, kupata faida kubwa na kuripoti zaidi ya dola bilioni moja kama faida ya uendeshaji katika robo ya kwanza ya mwaka 2025. Kwa sasa watoaji mbalimbali mbali wa stablecoin, hasa Tether ikiwa na makao yake nchini El Salvador na Circle ikiwa New York wanashikilia jumla ya takriban dola bilioni mia moja na 50 katika hati fungani za serikali ya Marekani hasa zile za muda mfupi. Ingawa kiasi hiki ni kikubwa, ni sehemu ndogo tu ya soko lote la hati fungani lenye thamani ya dola trilioni 28. Sehemu kubwa ya hati hizo inashikiliwa na taasisi za serikali ya Marekani kama vile mfuko wa hifadhi ya jamii na mifuko ya pensheni pamoja na kampuni za uwekezaji, benki na makampuni ya bima. Wawekezaji wa kigeni wanamiliki karibu asilimia 30 ya soko hilo sawa na dola trilioni 8.8 wakiongozwa na Japan na China. Benki ya Standard Chartered, taasisi ya kifedha yenye makao yake Uingereza na inayosimamia sarafu za kidijitali inatabiri kuwa soko la stablecoin duniani linaweza kukua kutoka dola bilioni 240 hadi trilioni mbili ndani ya miaka mitatu. Miswada yote miwili ya stablecoin iliyoko bungeni sasa inataja wazi kuwa hati fungani za serikali zenye muda wa siku tisini na tatu au chini ya hapo ndizo zinazokubalika kama akiba. Hii inaweza kusababisha ongezeko la mahitaji ya dola trilioni moja kwa hati fungani za muda mfupi, kulingana na uwasilishaji wa tarehe 30 Aprili wa kamati ya ushauri wa mikopo ya hazina ya Marekani, kundi la viongozi wakuu wa benki wasimamizi wa mali na wawakilishi wa hedge funds wanaoshiriki kutoa ushauri kwa maafisa wa hazina kila robo mwaka. Timu ya utafiti ya Citi imeeleza zaidi kwamba kufikia mwaka elfu mbili na thelathini, watoaji wa stablecoin huenda wakawa wanashikilia kiasi kikubwa zaidi cha hati fungani za Marekani kuliko nchi yoyote ya kigeni. Hii ni kwa sababu nchi kama China na Saudi Arabia zinapunguza kimya kimya umiliki wao na hivyo kuacha nafasi kwa watumiaji wa sarafu za kidijitali duniani kote kwa mfano Buenos Aires na Nairobi kutumia stable coin kwa malengo mbalimbali kutoka kulipa kodi ya nyumba hadi kulinda thamani dhidi ya kushuka kwa sarafu za ndani na hivyo kuwa kundi jipya la wakopeshaji kwa serikali ya Marekani. Utawala wa Trump umeweka wazi msimamo wake kuhusu stable coin, huku wafuasi wake kama David Sachs wakidai kuwa zina zinaweza kuimarisha hadhi ya dola ya Marekani kama sarafu ya kimataifa rais trump ametoa wito kwa bunge kupitisha sheria hizo kabla ya mapumziko ya mwezi agosti tunachunguza utawala wa dola ya marekani tukianzia na mkutano wa Bretton Woods uliofanyika mwaka wa 1944 wakati huo thamani ya dola ilikuwa imefungwa kwa dhahabu kwa kiwango cha dola thelathini na tano kwa wakia moja ya dhahabu ndiyo maana dola ikawa na thamani ilikuwa imehakikishwa kwa dhahabu hata hivyo kufikia mwaka wa 1971 mfumo huo haukuweza kuendelea tena. Tatizo hili linalojulikana kama paradox ya Triffin lilitokea kwa sababu dola ilianza kutumika kama sarafu ya kimataifa. Mwaka huo Marekani ilikabiliwa na matatizo kama matumizi ya kupindukia, ulaji mkubwa kupita kiasi, na deni kubwa. Hii ilisababisha Rais Nixon kufuta kiwango cha dhahabu kilichowekwa kwenye mkutano wa Bretton Woods. Mabadiliko haya yaliashiria ya mwanzo wa kile kinachojulikana kama kigezo cha dola na baadaye kuwa kigezo cha deni la Marekani. Thamani ya dola haikuhakikishwa tena kwa dhahabu, bali kwa akiba ya madeni ya serikali ya Marekani. Kwa sasa, Marekani ina deni la takriban dola trilioni 36 ambalo linaonekana kuwa gumu kulidhibiti. Kama jibu kwa changamoto hizi, Marekani imeanzisha kile kinachoweza kuitwa vita vya sarafu kwa makusudi, ikipunguza thamani ya dola. Hata hivyo, kushusha thamani ya dola pekee hakuwezi kutatua matatizo ya msingi. Swali lina baki, hatua inayofuata ni ipi? Changamoto kubwa ni ukosefu wa wanunuzi wa dhamana za serikali ya Marekani. Hata hivyo, sasa kuna fursa mpya kupitia stablecoins, hasa kwa muktadha wa teknolojia ya blockchain. Baada ya kununua dola, stablecoins zinaweza kutolewa kupitia blockchain, jambo linalosaidia kuleta utulivu wa thamani. Hii huongeza mahitaji ya dhamana za serikali ya Marekani jambo ambalo Rais Trump analichukulia kwa uzito mkubwa. Aidha, kuna mswada wa sheria unaopendekezwa kuhusu stable coins, ambao unaweza kuimarisha zaidi utawala wa dola katika siku zijazo. Mabadiliko haya kutoka kwenye vita vya ushuru hadi vita vya sarafu na hatimaye kuwa vita vya fedha za kidijitali yanaonyesha umuhimu wa kudhibiti utulivu wa dola ya Marekani. Waziri wa hazina wa Marekani Bessent alizungumza kwenye mkutano wa kilele wa White House kuhusu sarafu za kidijitali na kuelezea mipango ya serikali ya Marekani kutumia stablecoins kuimarisha nafasi ya dola kama sarafu kuu ya kimataifa na kuongeza mahitaji ya dhamana za serikali ya Marekani. Lengo ni kuimarisha zaidi utawala wa dola. Stablecoins zimegawanyika katika USDT na USDC. Kwa sasa, Trump anazindua stablecoin yake binafsi iitwayo USD1. Taasisi inayotoa stablecoin hii haina mamlaka ya kumiliki fedha hizo mamlaka hayo yapo chini ya Federal Reserve na benki kuu. Muhimu kufahamu stablecoins hazipati faida au riba moja kwa moja, jambo linalowasukuma wamiliki wake kuwekeza kwenye dhamana za serikali ya Marekani zenye riba. Kwa sasa, dhamana za muda mfupi za Marekani zinatoa faida ya takribani asilimia nne ndani ya miezi mitatu. Kampuni kama Tether ambayo hutoa USDT hukusanya amana kama benki, kisha hununua dhamana za Marekani na hivyo kupata mapato makubwa ya riba mfumo huu unahakikisha kwamba dola ya Marekani inaendelea kuwa sarafu kuu ya kimataifa ya akiba na biashara. Majadiliano ya hivi karibuni kuhusu sheria ya stablecoin yanaonyesha uwezo mkubwa wa stablecoins kama nyenzo muhimu za kifedha. Mwaka uliopita Tether iligeuka kuwa mchezaji mkubwa katika soko la dhamana za Marekani. Ripoti ya benki ya City iliyotolewa wiki iliyopita ilionyesha matumaini makubwa kuhusu stablecoins inakadiriwa kwamba Marekani ikipitisha sheria ya sarafu imara, utoaji wa stable coins utaongezeka kwa kasi kutoka dola bilioni 240 za sasa hadi kufikia dola trilioni 1.6 ndani ya miaka mitano. Mwelekeo huu unaonyesha kuwa si tu dola ya Marekani bali hata stable coins zitakazohusiana na sarafu kama dola ya Taiwan na euro zitaanza kutolewa. Mswada huu wa stable coin unasisitiza kuwa lazima ziwe na dhamana dhabiti yani zifungwe na dhamana za serikali ya Marekani. Ripoti ya CDPA inatabiri kuwa wateja wakubwa wa, wa dhamana za Marekani katika miaka ijayo hawatakuwa tena mataifa kama Japani, Saudi Arabia au China, bali ni wawezeshaji wa stable coins, jambo linaloashiria mabadiliko makubwa katika mfumo wa kifedha. Stablecoins na RWA real world asset, fedha halisi zilizofungwa kwenye blockchain. Lengo ni kuvuruga mfumo wa kifedha wa jadi unaojulikana kama Wall Street kwa kuhamishia kwenye teknolojia ya blockchain ambayo ina faida nyingi. Kwa sasa dola ya Marekani inatawala zaidi ya asilimia tisini na tisa ya mandhari ya kifedha duniani. Hatua inayofuata ni kubadilisha mfumo wa kifedha wa jadi kwa kuunganisha na blockchain, tunaita hii real world asset. Rasilimali hizi za jadi ni pamoja na hisa, dhamana, fedha za uwekezaji na mali kama nyumba na ardhi, ambazo kwa sasa zina thamani ya takriban dola trilioni mia tisa. Hii ni sawa na usambazaji wa pesa za jadi wa takriban dola trilioni 90 unaounga mkono muundo wa blockchain. Kwa sasa kuna stablecoin za dola zenye thamani ya dola bilioni mia mbili arobaini kwenye blockchain na pesa hizi zinasaidia zaidi soko la sarafu za kidijitali. Soko lote la sarafu za kidijitali likiongozwa na Bitcoin lina thamani ya takriban dola trilioni 3. Ikifika hatua ambapo rasilimali za jadi zitahamia kwenye blockchain na kufikia kiwango cha dola trilioni mia tisa jambo moja muhimu linahitajika: stablecoin yenye nguvu kuhimili ongezeko hilo kubwa. Hii inamaanisha kuwa usambazaji wa fedha kwenye blockchain utapaswa kuongezeka kadri rasilimali hizi zinavyohamia. Zitaunda mfumo mpya wa kifedha kwenye blockchain ambao utatumia stablecoins za dola kama kipimo cha bei. Utaona kuwa Wall Street tayari inauza bidhaa za kifedha zilizopangwa kwa dola hizi thabiti, na kuwahamasisha watu kuwekeza sehemu ya mali zao kwenye blockchain. Faida mojawapo ya fedha za kidijitali ni uwezo wake wa kuongeza ufanisi wa miamala kwenye blockchain. Stablecoins hutumika kama kipimo cha bei, huku blockchain ikileta faida kama kasi ya miamala na gharama ndogo za kuingia sokoni. Mwelekeo huu unazidi kuimarika katika ulimwengu wa fedha na tunatarajia kuwa rasilimali zenye thamani ya hadi trilioni 900 zitaingia kwenye mfumo huu wa kidijitali. Zaidi ya hayo utoaji wa stable coins lazima uongezeke sambamba na ongezeko la rasilimali hizo, jambo linaloweza kusababisha ongezeko mara kumi ya soko la sasa la trilioni tatu. Uhusiano huu kati ya rwa na stable coins ni muhimu sana kwa utekelezaji mzuri wa miamala. Kichocheo muhimu cha mabadiliko haya kinaweza kuwa Stabilization Act inayopendekezwa na Trump, inayolenga kuimarisha mnyororo wa kifedha kwa kutumia nguvu ya dola ya Marekani katika bei juhudi hizi zinahamasisha bidhaa zote za Wall Street kuhamia kwenye blockchain. Katika siku za usoni, watu watazoea kuweka akiba zao kwenye majukwaa ya blockchain sawa na jinsi wanavyonunua dhamana za serikali ya Marekani kwa sasa. Mabadiliko haya yanaweza kupunguza utegemezi wa mifumo ya kifedha ya jadi na kupelekea kupungua kwa matumizi ya mali halisi kadri miamala inavyohamia katika ulimwengu wa kidijitali hatimaye ingawa ushawishi wa dola katika ulimwengu wa kawaida unaweza kupungua, nafasi yake kwenye mfumo wa blockchain itaendelea kuwa imara. Kutokana na haya, tunaweza kuona kuwa kupata uungwaji mkono wa serikali kwa ajili ya kuhifadhi bitcoin kama akiba ya kimkakati strategic reserve kutachukua muda hata kama serikali itaidhinisha mpango huu itanunua tu bitcoin laki mbili kwa mwaka kwa kipindi cha miaka mitano, ambayo ni jumla ya dola bilioni 20. Endapo bitcoin itakuwa na thamani ya dola laki moja katika kipindi cha miaka mitano, hii itafikia dola bilioni mia moja, ambayo bado ni kiasi kidogo ukilinganisha na deni lote la serikali ya Marekani au kiasi cha mali halisi Nimegundua kuwa baadhi ya pioneers wanaamini kuwa mtandao wa Pai tayari umekubalika kimataifa kutokana na msimbo ulioshirikiwa na Dimas. Kama hili lingekuwa kweli, tungekuwa tumeona Pai ikijumuishwa katika miswada ya serikali ya Marekani kama akiba ya mali ya kidijitali au hifadhi ya kidijitali ya Marekani, lakini sivyo ilivyo. Tunaona tu sheria zinazozungumzia stablecoins na bitcoin. Pai haijatajwa hata kidogo katika mijadala ya stablecoins. Hii ndiyo sababu na wasihi pioneers kote ulimwenguni waamke na watambue hali halisi tunayokabiliana nayo. Je, tuna nafasi? Ndiyo, naamini Pi Network inaweza kutumika si tu kama stablecoin, bali pia kama sarafu halali ya kusaidia kutatua mgogoro wa dhamana za hazina ya Marekani treasury bond na masuala ya malipo ya kimataifa. Namwona Dr Nicolas Kokalis kuwa tofauti na watoleaji wa sarafu nyinginezo au stablecoins, maono yake ni kwa manufaa ya watu wa kawaida sikundi dogo tu la watu wachache. Yeye ni mnyenyekevu lakini mwenye maono makubwa. Maneno yake yanaweza kuwa machache lakini yana uzito mkubwa katika kubadilisha dunia. Kama nilivyosema awali, haya ni mapinduzi yatakayoleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi ambayo si rahisi kuyafikia. Wachache ndiyo wanaomiliki utajiri wa dunia, na ni ndoto kudhani kuwa tutapata faida za kifedha kwa haraka kupitia Pai. Dr. Nicholas amewekeza nguvu na rasilimali zake zote kutimiza ahadi yake kwetu, akitoa msaada wa dola milioni mia moja kwa ajili ya mfumo wa ekolojia. Nimegundua kuwa pioneers wengi hawajaelewa vyema uhusiano kati yao na Pycore team. Mara nyingi huomba Pycore team wafanye hili au lile, au wanaomba dapps au mfumo mzima uchukue hatua fulani, lakini wao wenyewe hawachukui hatua yoyote. Kukosa kuchukua hatua kwa upande wa pioneers ni sababu kuu tunayojihisi kama tumezuiwa mahali. Wapo pioneers wanaotegemea kuwa Pi Core Team watatoa dApps mia moja, wakiamini kuwa bei ya Pi itapanda baada ya kutolewa, jambo ambalo ni upotoshaji. Wengine wanapendekeza Pi Core Team waondoke katika soko la kubadilishana exchange market na kujikita tu kwenye mfumo wa kiekolojia. Hii pia si sahihi. Hatuwezi kujenga gari tukiwa tumejifungia ndani. Mfano huu unaonyesha umuhimu wa kuwa wazi kuwasiliana na dunia ya nje na kukuza mfumo wetu kwa kuzingatia mazingira halisi. Ni lazima tukumbatie uhalisia na kuepuka kuishi kwa maono ya kibinafsi pekee. Ingawa msimbo wa Pi ni imara na muhimu, baadhi ya watu wamekosa kuelewa madhumuni yake. Msimbo huu ni kama white paper, ni mpango wa utekelezaji lakini lazima uhusishwe na dunia halisi. Kwa kuwa wafanyabiashara na watoa huduma wanahitaji sarafu ya kawaida, hatuwezi kukwepa soko la kubadilishana. Pia tunahitaji dunia ikubali mtandao wa Pai. Hatuwezi kucheza peke yetu kwenye uwanja wa nyuma. Kama nilivyosisitiza mara nyingi, maendeleo ya ndani lazima yaunganishwe na hali ya nje. Dapps zote zinahitaji wafanyabiashara au watoa huduma, na kwa sasa wanaogopa kukubali Pai kama malipo kutokana na kutokuwa na utulivu wa bei. Pioneers wana jukumu muhimu la kujenga imani katika soko la kubadilishana. Tunawezaje kufanikisha hili? Kwa kusoma makala zangu na kitabu cha mwongozo wa pioneers pioneers handbook, na kujifunza kwa kina. Ni baada tu ya pioneers kuelewa kikamilifu Pi Network na uhusiano wetu wa pamoja, ndipo wataweza kuelewa sababu ya sisi kujihisi kama tumezuiwa. Hili linahitaji msaada kutoka kwa pioneers wote. Tukitaka matokeo, lazima tushiriki kwa vitendo. Pioneers wengi wamechukulia Pi kama sarafu nyingine ya kidijitali wakihamasika na ubashiri wa bei ya kuuza jambo ambalo linakinzana na dhamira yetu. Kumbuka jukumu letu kama pioneers ni kuwasha mwanga wa maendeleo. Tukishikamana, bei ya pai itaanza kupanda kwa uthabiti, kuvutia wawekezaji. Hili litapunguza hatari kwenye mfumo wa kiikolojia na kuturuhusu kuuzindua kikamilifu. Lazima tuweke mkazo kwenye matumizi halisi ya pai, hali ambayo itaimarisha sifa ya pai kama stable coin kwenye sekta hii. Kujenga imani ya soko kutaiwezesha Pi kutambulika kama stable coin inayoungwa mkono na algorithms na mikataba ya smart. Natumaini pioneers wote wataamka kuelekea kwenye hali halisi. Tunatambua changamoto zilizopo, lakini pia tunaiona fursa kubwa, hasa tukizingatia kuwa stable coins nyingi kwa sasa zinakabiliwa na ukosefu wa uthabiti wa msingi na zina mtaji mdogo wa soko. Mabadiliko ya bei ya Bitcoin pia yanapunguza matumizi yake katika majimbo mengi ya Marekani. Pi Network inategemea msaada wa pioneers kuonyesha imani thabiti kwenye soko la kubadilishana, jambo ambalo litaruhusu mfumo wa kiekolojia na programu huru, Dapps kujengwa kwa kutegemea bei ya sasa ya soko. Kadri bei itakavyozidi kupanda, wafanyabiashara na watoa huduma wataona hatari kuwa ndogo na hivyo watajiunga na mtandao wetu kwa msaada madhubuti wa mfumo wa kiikolojia, thamani ya Pai katika soko la kubadilishana itaongezeka, na sisi pioneers lazima tuendelee kushikilia thamani ya GCV badala ya kuuza. Uaminifu huu utaweza kunyonya Pai ya bei ya chini. Pindi soko la kubadilishana litakapofikia thamani ya GCV, utambuzi katika mfumo mzima utafuata, msimbo utaamilishwa na tutaendelea mbele kwa kasi. Pindi mfumo wetu wa kiikolojia utakapofikia thamani ya GCV na soko la kubadilishana likawa na bei ya GCV. Pai inaweza kuthibitishwa kama stable coin, au hata kama sarafu ya kimataifa. Tafadhali kumbuka kuwa mkakati wetu utabadilika kulingana na hali tunapofuatilia lengo letu kuu. Hivyo kwa mtazamo wangu, mfumo wa kiikolojia utakapozinduliwa, tunapaswa kuunga mkono kila juhudi ndani yake bila kujali bei ya pai kwa wakati huo. Mbinu hii ni muhimu sana ili kunyonya kwa haraka pai ya bei ya chini katika soko la kubadilishana. Pioneers, wa sidani kuwa tumeachana na GCV kwa sababu tunaiunga mkono pia mfumo wa kiikolojia wa bei ya chini. Hii ni sehemu ya mkakati wetu wa kufanikisha utekelezaji wa GCV. Kwa kuwa sina taarifa za ndani kutoka Pi Core team, huu ndio msingi wa kazi tunayopaswa kuifanya. Bila shaka, kama Pi Core team wanaweza kutoa msaada zaidi, tunaweza kushinda vita hii kwa haraka zaidi. Huu ni ujumbe muhimu sana niliyoelekeza kwa pioneers wote duniani. Leo hii tukipata watu milioni kumi wakinunua Pai ishirini hadi thelathini kila mmoja, Pai yote kwenye soko la kubadilishana itanunuliwa kabisa. Sisemi watu wanunue kwa wingi, bali nashauri kila pioneer awe na kiasi cha kutosha cha Pai kwa ajili ya mfumo wa ekolojia unaokuja wakati bei bado ni ya chini. Tatizo la leo ni kuwa jamii ya pioneers haijapata taarifa sahihi, wamekuwa wakipewa habari feki mara kwa mara. Habari hizi feki zimewakatisha tamaa mara kwa mara. Leo nataka niwaambie pioneers wote hakuna mafanikio bila mateso. Lazima nyote mtulie na mjifunze kwanza, kisha sambazeni taarifa hizi. Ni kwa njia hii tu ndipo tutakapoweza kufikia malengo yetu. Baadhi ya pioneers wanajisikia kukata tamaa na kuelekeza hasira zao kwa Pi Core Team, kwangu au kwa mabalozi wa GCV. Hii ni hali ya kawaida kwa wale wanaojihisi dhaifu. Leo ninawauliza, je, mna njia nyingine ya kubadilisha maisha yenu? Tafadhali msidaimnao njia ya pesa za haraka na rahisi mara nyingi hupelekea utapeli, na ukifuata unaweza kujutia na kujikuta katika hali ngumu zaidi. Ni Pi Network pekee yenye uwezo wa kubadilisha hali yetu kwa njia bora. Hata hivyo, tunahitaji pioneers wote kuungana katika juhudi hii. Hatuwezi kufikia malengo yetu kwa pioneers milioni moja tu. Tunahitaji angalau pioneers milioni kumi walioko hai na wanaoshiriki kikamilifu. Kama bado hujaamka kuelekea hali halisi, na kusihi ufanye hivyo sasa. Kuamka kuna maanisha kutambua na kukubali majukumu yako mwenyewe. Kukaa kimya hakutakusaidia kufikia ndoto zako.